Wate. Asante Bwana kwa ajili ya siku hiyo ya kibali na utukufu machoni pako sante Baba kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike waliotoka mbali na karibu, ume watunza na kuwarinda e Bwana, katika jina la Yesu. Sante Bwana kwa ajili ya watoto wako ambao wako tayari kupokea e Bwana, atangaza maisha yako, achilia neema ya Roho Mtakatifu. Funguka. Funguka. Power kwa jina la Yesu. Tulikuwa tumesoma maandiko kitabu kile cha Nabii Isaia, nilikuwa nazungumzia habari ya kufungua kufuri ama kuvunja kufuri ama minyololo Amen. Nini maana tunasema sisi kifungo? Kuna kifungo hata hiki pia ni kifungo cha nguo si ndio? ni kifungo cha shati t-shirt, na kifungo si ndio? ziko yeah, zingine na vifungo Kifungo kinafunga ili kitu fulani kiwepo, si ndio? Amen. Sasa mimi nikataka kuzungumzia uchawi ambao unatumika kupitia makufuri, kupitia nini? makufuri, makufuri. makufuri. kwamba mtu ana uwezo wa kufunga mtu kwa kutumia kufuri, kutumia nini? kufuri, kufuri. Utajuaje mtu aliyefungwa na uchawi wa kufuri Nimekufundisha habari ya uchawi, utajuaje nyota yako inatumika ama utajuaje nyota yako inatumikishwa. Niliwe kufundisha siku za nyuma, lakini hacha tuanzie neno moja hapa, tuweke hoja, tuweke msingi kabla sijaweza kufundisha hiyo kitu. Kitabu cha Mathayo sura 18 mstari wa kumi na tisa, tulisoma kwamba watafanya watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni 20, kwa kuwa walio wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo pamoja. Nikiona nataka hapo walipo wawili Bado walio kusanyika wawili watatu kwa ajili ya misheni gani? Wamekusanyika wawili watatu kwa ajili ya kufungua kufuli lililofungwa la uharibifu. Amen. Naongea na mtu anasema, walipo wawili ama watatu. Sisi tuko zaidi ya wawili hapa. Tuko zaidi ya watatu. Amen. Naongea na mtu. Amen. Tuko zaidi ya wangapi? Tuko zaidi ya wawili, tuko zaidi ya watatu. Walipo mm -hmm, wawili wa wenu ama watatu wamekusanyika kwa jambo lolote, Mungu anasema atayejibu hayo maombi, maana yake atayafanya. Sema amina. Nataka utoke tena hapo, tuende kitabu cha Ufunuo sura ile ya tatu mstari wa saba na wanane. Ufunuo sura ya tatu mstari wa saba na wanane. Na kwa malaika wa kanisa liloko Philadelphia. Malaika wa kanisa ya Philadelphia anasema hey, andika. Andika. Hayo ndio anenayo yeye aliye mtakatifu. Anasema yeye aliye mtakatifu, anasema aje mtakatifu. Aliye wa kweli aliye na ufunguo wa Daudi. Aliye wa kweli na mwenye ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye. Unaona ana funguo ya Daudi. Yeye akifungua hakuna awezaye kufunga. Kanisa, hebu sema funguo. Kufunguo. Kumbe ana funguo ya Daudi, akifunga hakuna awezaye kufungua. Endelea tena. Nae afunga wala hapana afungua. Endelea. Eh. Nae yajua matendo yako. Eh. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Angalia we, tena, anaongeza mstari wa nane. Nimekupa mlango ulio funguliwa. Mlango ulio funguliwa. Kumbe unaweza ukawa na mlango lakini huo mlango ulionao umefungwa. Naongea na mtu. Amen. Unaweza ukawa na mlango lakini mlango ulionao umefanyaje? Umefungwa. Mlango unao lakini umefungwa. Sasa hapa anamwambia, najua mahali unapokaa kwenye sinagogi la Shetani. Naongea na mtu Amen. Najua uka hapo hicho kiti, lakini anasema nimekupa wewe mlango hapana, huo mlango hawezae kuufunga. Endelea. kwa kuwa unazo nguvu kidogo na wewe umelitunza, umelitunza nini? Neno langu. Kumbe uwe na nguvu za kuomba, usiache kuomba, maana maombi yanaongeza nini? Moto. ni sawasawa vile ni sawasawa na basikeli, uwe uweke grisi iwe laini, unanielewa? iwe nini iwe laini, ukimbie. Unanielewa au? Weke owili. Ongea na mtu kwa peke yangu, amen. Sasa nasema kwa kuwa unazo nguvu kidogo, basi hata hiyo nguvu ya maombi usiache, hiyo nguvu uliokuja nao kanisani, hiyo hiyo ndogo. Biblia nasema umelitunza neno langu, au umetunza nini neno langu eh? neno langu kanisa, umetunza nini neno langu? Jiulize ndani kuna neno la Kristo, una neno la matumaini Anasema umelitunza neno langu, maanake anaongea na mtu ambaye yeye ana nguvu bado na matumaini, lakini cha pili, amelitunza neno lake. anasema huyu nimempa mlango. najua hao watu ndani ya Karmeli wapo ndani. oh, yes, yako bado maombi, moto wa maombi ndani yako upo. Amen. najua ndani yako neno la Kristo lipo Amen. Bwana amesema amekupatia mlango oh, yes, uliofunguliwa. kumbe kuna mlango uliofungwa Kwenye fungu la kumi anasema nimekupa dirisha. Kwenye fungu la kumi anasema nimekufungulia madirisha. Yanafungaga madirisha? Kumbe tunapotoa zaka madirisha yanafanyaje? Yana yanafunguliwa ya sasa. Wengine wanashindwa kuelewa, ni hivi, Mungu anachokifanya anakupa ufahamu, anakupa maarifa, anakupa wazo. Mungu atoi hela, Mungu anakupa wazo, Mungu anakupa idea fulani. Chukua hilo wazo, lifanyie kazi, kwenye lile wazo ndio unapata nini? Fedha unaoitaka. Kwenye fungu la kumi, dirisha. Kwenye Ufunuo anasema mlango mimi nazungumzia mlango, ukifika mahali ya mtu hata ka ule mlango kama wa Esther, ukifika tu mfalme mwenyewe anakwambia, sema Esther, unataka nini? Esther sema haja ya moyo wako. Huo ndio mlango uliofunguliwa. Amen. Esther anaambiwa na mfalme, sema Esther, sema unataka nini, sema lolote, haja ya moyo wako. Anasema ni huyu mtesi wetu, ni huyu adui yetu mlango ulipofunguka kusema, mfalme akamnyoshea fimbo ya dhahabu, akajua hapa leo mlango uko wazi yeah. Akamwaga yote oh, yeah. Alipomaliza pale, adui yake alikufa, akufa, alitundikwa, akutundikwa. Nani alianza kuta... kutangaza msiba mwenzie Hadui? Kanisa, nani alianza kutangaza msiba mwenzie eh? kwa hata ezokenazoiwa, okay. Okay, kwenye maisha yako usikutishe, utamaliza utamaliza, utamaliza.